Huu ni mchoro wa tatu unamaanisha watu au kijiji au mkusanyiko wa watu jamaa hii ni shikiri ya tatu. Maana hii ni shikiri ya kwanza. Hii ya pili, hii, hii ya tatu, hii ya nne. Shikiri ya tano ni jaudala. Ambaye huyu jaudala ni moja, mbili, moja. Huu jamaa ni, ni Utaridi huyu. Siku yake ni Jumatano. Huyu <coughs> shamsi siku yake ni Jumapili, sana ni mchana. Huyu huyu jaudala anamaanisha kelele au ghasia, vita, ugomvi, majibizano ya hapa na pale, e pia matusi. Huyu huwa anamaanisha, huyu jaudala huyu siku yake ni Jumanne. Ehe, ya sita anaitwa sinikafu ama ukula. Ukula huyu ni Jumamosi, rangi yake nyeusi. Rangi yake huyu ni nyeusi, siku yake ni Jumamosi huyu anamaanisha kucherewa kwa mambo anamaanisha kufifia kwa jambo jambo kutumia muda mrefu sana, anamaanisha pia vifungo au mambo ya mtu kuwa yanaenda taratibu taratibu. Zo hali huyo ya saba, huyu inkis inkis, maanake ni huzuni, ni kinyume cha ahyan. Ahyan tumesema ni furaha afya zilizokaa sawasawa huyu. Lakini kinyume cha huyu ni huyu, kinyume chake ni huyu ambaye, huyu kama ni furaha, huyu ni huzuni, kilio, e, unyonge, e, kule kunung'unika ndio huyu inkis. Lakini pia anamaanisha nuhusi, anamaanisha gundu. Huyu inkis. Kola nane ni humra ambaye huyu pia siku yake huyu, ah, huyu inkisi maana yake ni Jumamosi, huyu naye ni Zohali. Humra huyu ni mirihi anamaanisha vita, anamaanisha mambo kuharibika, anamaanisha mambo kufa. E, mambo fulani umeahidiwa, ile jambo mwisho wake ile linakufa, ile story mwisho wake inakufa, umeahidiwa ndoa, mwisho wake ile ndoa haipo. E, huyu humra ndo mambo yake hayo. Kufa, wasiwasi, hofu, mtu anakuwa na wasiwasi, wasi, hofu anaogopa sana. Ndiyo humra maana yake <coughs> tisa, kuna call cool inaitwa bayadha. Bayadha ni call hili humra, siku yake ni Jumanne, ni mirihi huyu, kaukaba yake ni mirihi, siku yake ni Jumanne. Bayadha ni call la tisa, ile Li ambayo linamaanisha safari, lakini linamaanisha ndoto, linamaanisha hekima, linamaanisha busara, linamaanisha kheri za mtu katika maisha yake. Albayadhu maana yake linamaanisha weupe ushauri hekima za wazee ndiyo. Baya kumi ni Shamsi, huyu tunamwita Shamsi ambaye anaitwa Nasratun Kharija au Fortuna maina bahati ndogo. Hili ni kol lenye kumaanisha bahati, lakini bahati ndogo ndogo, lakini lenye kumaanisha msaada, msaada, msaada, yaani kutoka ndani, msaada wa kutoka ndani, maana mtu ajisaidie mwenyewe, mtu ajisaidie mwenyewe ni kola yenye kumaanisha kheri, lakini kheri ambayo mtu mwenyewe aipambanie kheri hiyo, lakini kama ni msaada ajisaidie mwenyewe, lakini maisha ni bahati, kama ni kwa sababu masuala ya biashara makiwa bahati zilizokuwa ndogo ndogo. Kola kumi na moja <coughs> ni kola nasratu ndakila mafortuna meja, inamaanisha bahati kubwa, mapenzi, msaada, e, matarajio, matarajio ya mtu, hii kola inamaanisha hivyo na kama ni msaada make ni mtu msaada huo atasaidiwa. E, hili ni kopia la mvuto mkali kwa wale mafundi. Basi ko hili ni zuri sana, una uwezo wa kuchukua ko hili la nasatu dakhili, ukaliandika hili mara elfu mbili mia mbili kumi na moja katika karatasi e, ukaandika hili mara elfu mbili mia mbili kumi na moja siku ya Jumaa sana ni mchana, ukamwomba Mungu kwa jina la kohili, Mungu ana jina lake, kila koo lina herufi zake, na kati ya kila herufi, basi Mungu ana jina lake e, Mungu asema tumuombe kwa majina yake, basi andika kohili, kila unapoandika kohili muita au muite Mungu kwa jina lake e, muite Mungu kwa jina lake ambalo jina hilo linapatikana kwa herufi ya kohili sha kohili. Tumia kukoga siku saba, tumia kukoga siku saba, lakini utakuwa katika saa ya zuhura tu, saa ya zuhura tu kukoga. Kisha utaona mambo yako yatapokuwa chana. <coughs> Kumi na mbili ni kola antibatifarije. Hili nikoo ambayo linamaanisha uadui, linamaanisha kuanguka mtu kimaisha, kuanguka mtu kiafya, yani mambo yote mabaya mabaya, maanguko ya kimaisha, maanguko ya kiafya, maanguko ya mavuno, antibatifarije. La kumi na tatu ni twariki au twarika. Twariki anamaanisha njia kola 13 la shikiri ni twariki, lina maanisha njia, au wanamuita via via, maana yake njia. Ni kola yenye kumaanisha mabadiliko, yenye kuonesha mabadiliko changes, mabadiliko eh, ina maana hii na inaonesha mabadiliko eh. kama mtu alikuwa katika hali mbaya, basi kuna mabadiliko ya kwenda katika hali nzuri. kama ni katika hali nzuri, maana yake anakwenda katika hali mbaya. Inategemea na katika bao eh Ametanguliwa na nani? E, mathala unaweza kukuta twariki katika nyumba ya saba. <coughs> Kaka twariki katika bao